Ali Ramadhani Mapuli, katibu mwenezo CCM, ni mjumbe kwenye NEC. Unasemaje? si tuende kwenye huo uchaguzi, unasemaje? Hivyo sisi tumekataa, hatuwezi kukubali mambo ya, tunaelewana vizuri. Ndio maana tunasema no reforms no election, na tumechukua msimamo huo ulianza mwaka jana na miongoni mwa wanafanya udalali kwenye chama hiki, wameruka kamba kwa sababu tumekataa kuwa madalali kwenye nchi hii, tumekataa udalali wao. Wanasema wanasema eti tunakatisha ndoto zao. Chama hiki hakikuanzishwa kwa ndoto. Chama hiki kilianzishwa kwa ajili ya ndoto yako, kupata maisha mazuri. Chama hiki kilianzishwa kwa ajili ya ndoto ya Watanzania. Chama hiki kilianzishwa kwa ajili ya ndoto ya mimi kuwa mbunge au diwani. Mimi nimekuwa mbunge, najua utamu wa ubunge. Wanaosema ndoto zao zimekatishwa hawajawahi hata kuwa watendaji, hawajawahi kuwa hata madiwani, hawajawahi kushinda chochote. Hiki chama ni chama cha ndoto yenu, ni chama cha kubadilisha maisha yenu. Na Lissu wamemweka ndani Rafiki yangu Kishabi amesema, ukimweka Lissu ndani ni sawa, unachukua bongo unaiweka storo muda mrefu, ndio inakuwa kali zaidi. <coughs> <coughs> <coughs> wama <Uweka> kweli. <coughs> <coughs> Iko hivi, ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka jana inasema hivi serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Yaani wakisema matumizi yasiyokuwa na tija wametumia kitu tunaita kwa kizungu diction. Wamechagua, wamepunguza ukali wa maneno. Kwa Kiswahili tunaita tafsida. Yaani kama vile unavyosema naenda msalani badala ya kusema naenda kufanya nini? Yaani, yaani kahama hapo mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amepunguza ukali wa maneno. Angeweza kusema matumizi ya kijinga ya bilioni 571 au angeweza kusema pesa zilizoibiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, bilioni 571 zimetumika kwa matumizi yasiyokuwa na tija. Bilioni moja ni milioni elfu moja, yani ukichukua vijana elfu moja ukawapa milioni milioni, ndio bilioni moja. Bilioni mia tano sabini na moja, kama kwenye bilioni moja kuna milioni elfu moja, kwenye bilioni mia tano sabini na moja kuna bilioni moja, moja mara mia tano sabini na moja. Sasa sasa tungekuwa na serikali nao wajali nyie vijana mnaohangaika, mnafanya beti, naendesha bodaboda, naambiwa hakuna ajira wengine wamemaliza vyuo, walimu hakuna, udaktari hakuna, maaskari hawana kazi, vituo havijitoshelezi. Wangefanya nini? Wangechukua hii pesa shilingi bilioni moja moja, wakawaambia vijana, undeni vikundi vya watu hata mia tano mia tano au mia mia au elfu moja, moja mkaunda vikundi vya vijana, watu mia mbili, mia mbili mkaviunda, alafu serikali ikawapa shilingi bilioni moja moja kama mtaji Nunueni baruti nunueni crushers, nunueni eh, madawa ya kusafishia na mashimo haya hapa yenye dhahabu. Nyie watu mia mbili mkiingia kwenye mashimo mkapata dhahabu mkatoka nayo, vijana wa Kitanzania mkiuza nje, pesa inatoka nje inakuja ndani ya nchi. Utataka kujenga, utamwajiri huyu bwana fundi ya kujengea, utanunua simenti kwa mtu anayeuza simenti yule anayeuza simenti akipata pesa atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama atamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine, bodaboda atakunywa mafuta kwenye kituo chako. Wewe utamwajiri mlinzi. pesa pesa pesa, itazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo China wanachukua pesa zetu hapa, wanaondoka, wanaenda nazo nje. Vijana wa Kitanzania wako vijiweni, wanabishana kuhusu Simba na Yanga na goli na mama